Lakini mtu anaweza akajiuliza, kwanza, mbali na kula kula, je, yule naye aliyepeleka chakula kapeleka chakula ili watu wale pamoja na wale wafiwa e? Je, mbali na kuwa kuna hukumu ya kula au kutokula, je, thawabu itapatikana ikiwa kapeleka ili mpaka wasiokuwa wafiwa wale, atapata thawabu? Shitumelewan jamanini, hatutokula mali ya, hatu ya warithi. Kwa hiyo chakula nitaleta mimi kwa hiyo sote wafiwa tu, sio kwa wafiwa tule. Yeye mimi nimeleta hiyo mali nitapata thawabu. Aljawabu upate, kwa sababu bado balo nakuichochea bida utapata sababu ka tak wamekipika kwa ajili ya kula wale waliofiwa si tumenao. Kwa hiyo jamanini, tusinke tuwe pesi kujichakatua wenyewe, kujijua, mimi hapa bwana ee, na, nahusika direct kuingia katika nini katika waliofiwa kwenye family au mimi hapa bwana singia. Kwa hiyo mwenyewe kwa mwepesi ujeka mbali. Hata ukiambiwa tusonge kwa baba na tutasoma. Maki sasa hivi pia hiyo ada ipo. Tusonge kwa pamoja. Waalikwa. Sasa, nani hiki kitu ni kitu hata kwa wazee, kwa watu eh, mada kina sheria maalum na tutataka kuondoe bila ambayo kwa mimi kita mzizi. Kwa mwenye kubadilika na tusone tatu. Sio ndio? Kuna baadhi ya maeneo wanazifuata hizo sheria kuna siku moja tulitoka hapa, watu walikwenda kwenda kutoa azaa, bahati mbaya kwamba maiti kazikwa saa nne, wao wamefika saa sita. Basi ile sehemu ya kilio wamebakiwa watu watatu, pokea wale wanaokuja. Baada ya hapo hamna mtu yote, adhuhuri kila mtu kwenda kula kwake, wamekutana tena alasiri, mara kwakutana magharibi, wamemaliza dua, habari mesha msiba mwepesi kwa hiyo hiyo nini hikma, kwamba hiki kilio isiwe ni mzigo, iwe niwe ni janga, kafiriwa mtu mara mbili, kwa sababu kupokea ugeni na huduma zao pia ni shughuli.